No. mdawitakutanuka nyuma. Kama unataka mkono wa nyuma kama huu wangu. Kumanina. Usikia wapi? Tena ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Mheshimiwa. Ulisikia wapi? Babu sana wewe. Mama, utalipa. Yaani kipindi mtandao umefungwa. Uh. Nilikuwa napata hela nyingi sana za kununua bando. Ah. Sasa mtandao umerudi sasa. Mfukoni hata mia sina. Ah.